Na mwanamuziki kutoka Tanzania hapa namzungumzia mwanadada Zuhura Zuchu, e bana, ameweza kuzua taharuki kubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweka wazi kuwa wasafi e, pamoja na watu wote ambao wanamzunguka sasa hivi ni kama vile wampendi, wanamchukia hata pia bosi wake ambaye ni Diamond Platnumz. Hii ameweka wazi kulingana na comment ambayo shabiki mmoja aliweza kuisambaza na kuweza kukoment pale kwamba Diamond Platnumz anatoka pamoja na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Diana kutoka nchini Nigeria. So kwake Zuchu aliweza kureply na kuweza kusema maneno ni haya: nishajizoelea dia, mimi adui wa hao media. hii sio familia na bosi wao kwa ujumla, walichobakiza ni mapato tu. kwangu Alhamdulillah. God will make a way. Akawa amemaliza hivyo mwanadada Zuchu. So kuna baadhi ya watu wengi sana mbao wao wameweza kureply baada ya hiyo story kwenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa kwamba sasa uondoke tu, lakini pia kuna mwingine ashasema kwamba a tumiana kinachobaki ni lawama. So kuna baadhi ya comment nyingi sana ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii na zingine zikizidi kuendelea kumiminika hata asa hivi. So kwa kweli, kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani? Make sure tu kwamba una drop comment yako, kunyonja comment hapo, unakometisha kinomanoma. Until next time, bye, bye.